Ahlan wa sahlan no wa marhaban, mtazamaji, ni siku ya Jumanne tarehe 8 mwezi wa 4 2025. Ni matumaini yangu kwamba mzima popote ulipo, ujambo na karibu katika taswira ya Al Shifaa TV awamu ya saa moja. Mimi naitwa Joseph Lewa Serikali ya kaunti ya Mombasa imeanza kuhamisha wagonjwa kutoka hospitali ya rufaa ya Coast General kufuatia kubomolewa kwa jengo kuu maeneo hayo. Jengo hilo linatarajiwa kubomolewa kutumia vilipuzi vinavyotarajiwa kuleta athari katika eneo hilo. Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Shariff Nassir ameamuru wakazi wa eneo la Bondeni hadi Marikiti kuondoka ili kuchungwa usalama wao, wakitarajiwa kurudi maeneo yao baada ya shughuli hiyo kukamilika. Maeneo mengine ambayo yataathirika na shughuli hiyo ya ubomozi ni ikiwemo daraja la Nyali mbili asubuhi, mtu yoyote asikae katika nyumba yake, asiende katika msikiti ulioko karibu na sehemu hiyo, asiende katika skuli ambayo kwamba iko karibu na sehemu hiyo madrasa, watu wasiende makazini. Kilomita moja nukta mbili inamaanisha ni kuanzia hapa kwenda mpaka Markiti, kuanzia hapa kwenda mpaka sehemu ya Bakistani kuanzia hapa uh, uh, uh, upande huu mwingine nafika mpaka sehemu ya City Blue kwa sababu ya bahari. Kile nitawaomba ni lazima tufanye mpango. Waziri wa masuala ya ndani na utawala Kipchumba Murkomen amemwagiza Kamanda wa polisi wa mkoa wa Pwani, Ali Nuno kuripoti matukio yoyote ya uvunjaji wa nidhamu miongoni mwa afisa wa polisi, kwa inspekta wa polisi. Ni hatua ambayo inalengwa kushughulikia na kupunguza ukosefu usalama katika mkoa wa Pwani, kwa kukisha uwajibikaji ndani ya jeshi la polisi.

Na tukisalia katika suala hilo ambalo linafungamana na waziri Kipchumba Murkomen ni kwamba amewaonya wanasiasa ambao wanafadhili magenge ya uhalifu kwamba watachukuliwa hatua wa za kisheria. Akizungumza hapo jana wakati wa ziara yake katika kaunti ya Mombasa, Murkomen aliwataka maafisa wa salama kuwakamata na kuwaweka ndani ili kuwafunguliwe mashtaka kwa kile anachokidai kwamba ni kuvuruga amani na mtazamaji, kumbuka taarifa hizi zinakujia moja kwa moja kupitia kituo chako cha Al Shifa TV. Ingia pale kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Kumeandikwa subscriber, Al Shifa Digital Kenya e, kitufe kile, kumbuka na kibonyereza na ukifinyiza, kisha kwamba kinakupigia tik, na utakuwa mwanafamilia wa Al Shifa Media Kenya. Zaidi ya familia mia mbili wameachwa bila makao katika kijiji cha Gazi, eneo bunge la Msambweni, kaunti ya Kwale, baada ya nyumba zao kubomolewa alfajiri ya kuamkia Jumatatu, chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa polisi. Vijana waliokuwa wamejihami kwa mapanga na marungu walionekana wakivamia na kubomoa makazi hayo, huku wakazi wakikosa msaada wowote. Wakazi hao ambao wamekuwa wakiishi eneo hilo kwa miaka mingi kama maskota wanadai hawakupewa notisi ya kuondoka. Na wanasema serikali ilikuwa imewaahidi ekari mia tatu na sita za ardhi hiyo ahadi ambayo haijatimizwa hadi kufikia sasa nalilia serikali ituangalie hii haki. Kwa nini sisi tudhulumiwe? sisi sio Wakenya? sisi haki yetu iko wapi? Serikali imeweza kutupatia ardhi ya ekari mia tatu na sita ili kuweza kuifaidi sisi kama wakaazi wa Gazi, lakini wenzetu kwa ubaguzi na mtazamaji moja kwa moja tuweze kuangazia rubaa za kimataifa ambapo madaktari katika ukanda wa Gaza wamesema leo kwamba mashambulizi ya anga ya Israeli yaliyofanyika usiku wa kuamkia leo Jumanne yameua watu ishirini na watano wakiwemo watoto wanane na wanawake wanne. Israeli kwa upande wake imesema kwamba imefanya mashambulizi hayo kiwalenga wapiganaji wa Hamasa na kulilaumu kundi hilo kwa mauaji ya raia hao kwa madai kwamba kundi hilo linafanya operesheni zake katika maeneo ya watu wengi. Israeli imeendelea na mashambulizi yake huko Gaza baada ya kusambaratisha mpango wa usitishaji wa mapigano mwezi uliopita na kusitisha huduma muhimu kama chakula, mafuta, misaada mingine ya kiuto kuingia kwenye ukanda huo, hatua ambayo vikundi vya haki za binadamu vinasema ni uhalifu wa kivita. Kumbuka mtazamaji, kufikia sasa vita vya Israeli huko Gaza vimeua zaidi ya watu elfu hamsini kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza iliyo chini ya Hamas na Israeli imeapa kwamba itaendeleza mapambano hadi pale Hamas itakapowachilia mateka wake waliosalia. Na moja kwa moja tuelekee kwenye michezo siku ya leo, ambapo kindumbwe ndumbwe kinatarajiwa ambapo klabu ya Arsenal maarufu the Gunners itachua na Real Madrid Los Blancos kutoka kule katika taifa la Uhispania saa nne usiku. Mechi ambayo tutakuletea live hapa Al Shifaa media Kenya, Alshifa Radio, vile vile Alshifa TV. Timu hizo zimekutana mara tatu katika historia na The Gunners wameonekana kuwa kidedea katika mchuano mmoja ambao ulipigwa mwaka elfu mbili na sita mkondo wa kwanza, klabu ya Arsenal iliweza kushinda moja bila goli lake Thierry Henry, na mkondo uliofuata, mechi hiyo iliishia sare katika uwanja wa Highbury, kwa hivyo ikikuonyesha kwamba Arsenal wako na moyo mbele kwamba mechi hiyo huenda wakashinda. Mechi zengine, Bayern Munich itachua na Inter Milan majira hayo ya saa nne usiku. Na mtazamaji, basi bila shaka, asante sana kufikia hapo. Nasema sina la ziada, kutoa tu shukrani za dhati, shukran sufufu kwa wote ambao wamefanikisha matangazo haya, kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa Alshifa Media Kenya, mwalimu Mwaguzo Bragin Maina ambaye amekuwa mwelekezi wa habari hizi. Kenneth Baraka ambaye ni fundi wetu wa mitambo siku ya leo, akishirikiana na Salim Nur zikondo kuhakikisha kwamba matangazo haya yanaenda mubashara hewani kwa mara ya kwanza. Mtazamaji, tumeenda hewani kwa ajili yako. Hii ni kubwa zaidi, hatua ya safari ndefu, basi huanza na hatua moja. Mtazamaji, asante sana kwa kutenga muda wako. Mimi naitwa Joseph Lewa, nakwambia kwamba siku zote jino la pembe halina pengo. Usiku mwema.